Wanangu, mnaomba nini kwa Mungu na kwa kanisa lake takatifu? Tunaomba tuweze kudumu katika utumishi wa Bwana na katika shirika lenu la masista wa usafi wa Maria Afrika mpaka kufa. Wote tuitikie, tumshukuru Mungu. Mimi mi, Sista Maria. Mi, mi, Sista Maria Lilia ni Nyamwihura Jonas. Mimi Sista Maria Susana Doto Joseph. Mimi mi, Sista Maria Evodia Mkabalomi Lafaeli. Mimi Sista Maria Ulifida Nyabasi Didas. Mimi, Sista Maria Justina Nyamtondo Emanueli. Mimi Sista Maria Margaret Mwalu Marale. Mimi Sista Maria Caritas Kurwa Matimba. Wow. Kwa majariwa ya Mungu tumepata kujua katika shirika lenu jinsi ya kumtolea Mungu maisha yangu kwa kujifunga na nadhiri takatifu. Sasa baba, tunakuomba kwa unyenyekevu tuweke nadhiri ya maisha katika shirika la masista Msafi wa Maria Afrika kwa ya, ya ndugu zangu, kwa ubatizo mulifia dhambi na kuwekwa wakfu kwa Bwana. Je, Mwataka kuungana zaidi na Mungu kwa nadhiri ya maisha na nataka. Je, mwataka kwa msaada wa neema ya Mungu kuishi daima maisha ya usafi kamili wa moyo, utii na ufukara ambao Kristo Bwana wetu na mamaye Bikira Maria waliishi. Nataka. Je, mwataka kujitahidi sana kumpenda Mungu na jirani kwa mapendo kamili, kwa kufuata injili kwa juhudi na kwa kushika kanuni ya shirika la masista moyo safi wa Maria Afrika? Nataka. Je, mwataka kwa msaada wa Roho Mtakatifu kulitumikia taifa la Mungu kwa ukarimu maisha yenu yote? Nataka. Yeye basi aliyeianzisha hii kazi njema ndani yenu, yeye mwenyewe aikamilishe mpaka siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.